Tumefanya hii kampeni karibu kwa miaka mitatu na tumeona kwamba wananchi wanahitaji sana msaada wa kisheria, na kwa sababu Mama Samia alikubali tutumie jina lake katika kutafuta haki kwa wananchi wa Tanzania hawa, tukaona ni vizuri sasa tushirikishe mamlaka zetu za mikoa, kwa maana secretariat, lakini pia na mamlaka serikali za mitaa ili tufanye kazi vizuri ni vyema vizu kabisa kuwashirikisha na kujifunza kwa pamoja ili tuweze kusaidia. Tunahitaji kampeni hii iwe ni endelevu, ndio maana tukawaona tukutane na hawa viongozi kutoka sekretariati za mikoa, wanasheria wetu, tuwezeshane na tuambizane twende tukasaidie wananchi wetu. Hapo mpaka tunafika eh, kampeni hii mwezi wa sita mwaka jana tulikuwa tumepata wananchi tuliowasaidia milioni nne na nukta moja, lakini hata hivyo tukagundua kwamba kuna migogoro mingi kweli kweli katika eneo la ardhi. Changamoto ni kubwa, kwa hiyo inahitaji ushiriki wa karibu wa wenzetu kutoka serikali za mitaa, kwa sababu wako karibu na wananchi, lakini pia mirathi, lakini pia kwenye ndoa Changamoto hizi zote zinaweza kutatuliwa na wananchi wenzetu na watumishi wenzetu ambao wako karibu na hao wananchi ambao ni serikali za mitaa na sekretariati, kwa tukaona kwa kushirikiana, kwa sababu serikali tunafanya kazi kama timu moja, kwa kushirikiana na wenzetu TAMISEMI tukaona tuwaite mikoa yote, tuwanze kwa wao, na kama ulivyosikia, bado tutawaita halmashauri na ma wanasheria wa halmashauri ili tuwekane sawa ili tuendelee kusaidia Watanzania. Hawa Watanzania wanahitaji kusaidiwa, lakini pia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameelekeza sisi, aliyotupa madaraka haya, tusaidie eneo hili, wananchi wetu wapate haki zao kwa wakati kwao. mafunzo haya tuliyofanya leo ni nia ya kuendeleza kile ambacho Mheshimiwa Rais aliagiza, tukifanya ni muda mwafaka, tusaidiane tunajua hata nyewe wanahabari mnaelewa kwamba changamoto ni kubwa kwa wananchi, na wananchi hawana uwezo, wengi wao hasa vijijini. Nani wa kusaidia? Ni serikali yao, na wao wamemwamini Mheshimiwa Rais na yeye akakubali kutumia jina lake, na tunataka hii kampeni iwe ni endelevu. Na kama ulivyosikia ulivosikia wawezeshaji au watumishi wa wa wa wetu o wameomba wa badala ya kuwa na siku kumi zile tulikuwa tunafanya tuongeze muda ili tutatue matatizo yaliyo mengi. Sisi tumepokea na tutafanyia kazi, mimi na mwenzangu a katibu mkuu TAMISEMI. Lakini ni kwa nini hazifiki mwisho? Kampeni hii ilikuwa inafanywa katika ngazi ya kitaifa kwa leo, sisi tunaposhuka kwenye mikoa, tunaposhuka kwenye halmashauri, hawa wako karibu na wananchi. Maana yake watakuwa anafuatilia nini ambacho hakikufika mwisho, lakini tunayo mifano mingi ya watu ambao tumefanya na kufika mwisho, isipokuwa pia Unajua sisi ni Watanzania, naweza kukuta huku ili halikufika mwisho kwa sababu lilishamuliwa upande huu. Na mtu anaona kwamba siku zote yuko sahihi hata kama yeye ndiye mwenye makosa. Lakini tutashirikiana, na ndio maana tunasema tulivyokuwa tunafanya sisi kama wizara kushirikiana na taasisi nyingine, kwa bahati mbaya mikoa na mamlaka serikali za mitaa tulikuwa tunachukua mtu mmoja mmoja. Sasa tumeona hapana, hawa ndio wenzetu kule, wao wawakilishi, na wao wako karibu sana na wananchi. Ndio maana tumeweka na wewe ni sehemu ili tufike mwisho, lakini umeona pia tumetea vitendea kazi. Unapompa mtu vitendea kazi, maana yake aweke kumbukumbu, huyu tulifanya nini na tumefikia wapi. Ndio maana tumetoa na vitendea kazi. nini rai yako sasa kwa wananchi? Rai yangu kwa wananchi na Watanzania wenzangu ni kwamba tutoe, lakini ukiwa na ushahidi tushiriki kuhakikisha kwamba tunaondoa matatizo haya. Jina ni Adolfu Ndunguru Katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu Tanzania. E, kama alivyoongea mwenzangu hapa e, mafunzo haya yana lengo la kupeleka huduma kwa wananchi. Tulikuwa na kampeni ipo kwenye ngazi ya kitaifa, sasa tunairejesha kwa wananchi kule chini, ili tuweze kuisimamia kwa ufasaha zaidi, lakini tuweze kuwafikia wananchi kwa urahisi zaidi na kuwatambua kwa ubora zaidi kuliko wakati tulikuwa tumekuwa kwenye kitaifa. Naitwa Rashid Mohamed Saidi, ni wakili wa serikali mwandamizi lakini pia ni katibu wa chama cha mawakili wa serikali Tanzania. Kama mnivyofahamu, watu wengi huwa wanafahamu tu kuna chama cha Tanganyika Law Society, lakini pia na serikalini kuna chama ambacho kinawakusanya wanasheria wote kwa pamoja, na chama hiko kinaitwa Tanzania Public Bar Association kwa lugha ya Kiingereza, lakini kwa Kiswahili ni chama cha mawakili wa serikali uh, kama mdau wa haya mafunzo, sababu kama wakili wa serikali, miongoni mwa majukumu ya chama pia ni kuhakikisha kwamba tunashiriki katika shughuli zote za, kise, za, za kiserikali hasa shughuli zinazogusa maswala ya kisheria, na sisi tupo chini ya Wizara ya Katiba na Sheria na chini ya Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Kwa hiyo hili swala la utoaji wa huduma ya msaada wa kisheria ndani ya serikali watendaji wa hizo shughuli kwa kiwango kikubwa au kwa asilimia kubwa ni mawakili wa serikali. Sasa tumekuja kushiriki kwenye haya mafunzo kwa ajili ya kuendelea kutujengea uwezo na kufanya tathmini ya ile kampeni ambayo imefanyika, kampeni ya Mama Samia Legal Aid. Kampeni ambayo imefanyika ni kampeni ya miaka mitatu na mwaka huu ndio tunakwenda mwaka wa mwisho. Sasa tulikuja pamoja na mambo mengine kuona mazingira namna kampeni hiyo ilivyofanyika toka ilipoanza mpaka leo tulipofikia, lakini pia kuweka mikakati endelevu ya namna bora ya, ya kuendelea kutoa hizi huduma kwa, kwa wananchi. Kwa hiyo kwenye mafunzo haya tumejifunza mambo mengi, lakini jambo mojawapo ambalo limesisitizwa sana ni ADR, yani kutumia njia mbadala ya usuluhishi wa migogoro. Na kampeni imekuwa na mafanikio sana. Sasa pamoja na mafanikio yake, lakini pia zipo changamoto ambazo tumeweza kus sasa kikao hiki kimekuwa ni kikao cha, cha, cha, cha kuangalia yale mafanikio ambayo yalikuwa yamepatikana, lakini pia na changamoto ambazo zilijitokeza kwa wakati wa utekelezaji wa hii kampeni, lakini pia na kuweka mikakati ya namna bora ya kuendelea na, na uzoezi la utoaji wa huduma msaada kisheria na kuepuka zile changamoto ambazo zilijitokeza katika awamu iliyopita. Hayo ndiyo kwa ufupi naweza nikaeleza hivyo. Ch changamoto moja wapo ilikuwa naweza mkapokea ma, yani matatizo yani ma, ma, ya wananchi, lakini wa, wa, wa, wakati wa ushughurikiaji yakawa yasifike mwisho, kutokana na muundo na namna ambavyo wale waliokuwa wakitoa zile huduma, kuna wakati mwingine kulikuwa na taarifa kutofika mwisho. Sasa tumebaini hayo na sasa tumeweka mkakati kwamba changamoto zote ambazo zitakazokuwa zikipatikana sasa, lakini kwanza zin, zinafuatiliwa mpaka kufikia mwisho ili kusiwe na matatizo ambayo ya, na, ya wananchi yanapokelewa na kufikia kutopata utatuzi wa mwisho wa changamoto hili na, na, na kuliacha tatizo likiwa linaelea hewani.